Wakazi katika kijiji cha Chemalal kaunti ya Uasin Gishu waliamkia kisa cha kushangaza baada ya jeneza la mtoto kupatikana kwenye shamba la mmoja likiwa na damu. Vilevile katika eneo jirani la Kipkaren, mtazamaji, mabaki ya mwili wa mwanadamu yaliweza kufukuliwa katika shamba la mwanamke mmoja. Elvis Kosgei na kizaazaa hicho. Pindi tu tuliposikia malimwengu haya ya kushangaza katika eneo la Ngenyilel, kaunti ya Uasin Gishu, tulifunga safari moja kwa moja ili kujionea kwa macho yetu badala ya kusimuliwa, na tulipofika, songa nitizame, ni ya kitambo, ni ya leo nipishe nipite, ndio maswali waliokuwa wakijuliza mabwana hawa, baada ya kufukua mifupa kiwiliwili cha binadamu walipokuwa katika kazi yao ya kuunda matofali. Ndaye nikaona nikaona nini upande wa macho huko. nikaona kama ni, ni mtu nikarudisha, nikamwambia ndugu yangu bana, hii hii ni mtu. Jambo lilomsukuma bwana huyu kumtaarifu utajiri wake kwamba hapa pana jambo kuzidi jambo lenyewe Bimkubwa huyu akaja meno juu kwa mfanyakazi wake, kwani hawajawahi kumzika mtu tangu akinunue kipande hiki cha ardhi. Kulingana na vile alikuwa pale, alikuwa juu, mi mwenyewe kama mwenye shamba nimeshindwa, sijui hizi si mifupa nitasipeleka wapi? Nimeshangaa sababu sijai kutana na machapo kama hiyo, sababu watu huwa wanasikwa mbali na huyu, tumepata tu juu juu ya mchanga. Kinachomtatiza mwenye ardhi ni jinsi ya kulishughulikia swala zima, huku akidai kwamba ni mwiko ambao huenda ukampa bahati mbaya. Kuna watu waliishi hapa lakini niliwajua, maana mahali hapa nimeishi tuseme karibu maisha yangu yote. Nimejua area hii, nilisaliwa area hii na nikaoleka nikaendelea kuishi area hii, na sijai pata kama kuna mtu alisikwa mahali hapa. <coughs> Hayo ni madogo makubwa yanaafadhali katika eneo jirani. Na kabla hata kujapambauka, jamaa hawa wamejikusanya kwenye hafla hii ya kipekee, na si mazishi bali ni pamoja ya kwamba hiyo ni jeneza ndogo ya mtoto na kuna kitu kama liver imewekwa juu. Hao majirani wetu tumeishi na hawa miaka mingi miaka zaidi ya 40 na tuchewaiona fitu kama hii. Tumejaribu kuuliza wasee ambaye ni wakubwa kwetu, na wamesema ya kwamba wachewaiona kwa Kalenji. Bwana huyu amedai ajawai kuzozana na majirani wake kiasi cha kufanyiwa kitendo hiki cha ushirikina, bali anadai kuna watu wenye nyoyotelezi ambao wafurahishwi na mafanikio yake. Sina sina shida shida yote na mtu yote, yote na shamba langu shamba langu ni clean. niko na title yangu niko na na kila kitu yangu, sina shida yote na mtu yote. Mtu ako na target fulani yenye atujui. Aidha, baada ya polisi kulichukua jeneza hili, walifanya hafla ya maombi ili kufukuza mapepo jeneza hili linapopelekwa kwenye kituo cha polisi cha Baharini. Wenyeji katika eneo hili la Baharini wanasema ni tukio ambalo halijawahi kutokea kwenye historia yao. Sasa ni jukumu la wadau husika kutathmini jambo hili kwa kina. Elvis Kosgei, KTN News, katika eneo la Baharini, kaunti ya Uasin Gishu.